cheo ni fursa pia, kwa sababu unapopanda cheo wewe unatengeneza nafasi ya watu wengine kuweza kupanda. Kwa hiyo cha msingi ni kuhakikisha kwamba unakitendea haki cheo chako. Kwa saba ni ZDM 2220 Station Sergeant Kalata Ramadhani Kalata. <tune> ZDM ishirini na saba sitini na tano, Sajenti Sundi Buruma Maguha. Kwa majina anaitwa mrakibu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Joseph Joseph Ngonyani, kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Okoaji Mkoa wa Kagera. Katika kuazimisha wiki ya wazimamoto duniani ambayo kilele chake kinatarajiwa kuhitimishwa tarehe nne mwezi wa tano mwaka 2025. Uh, jeshi la zimamoto na okoaji limewapandisha vyeo askari na wakaguzi wapatao kumi na tatu. Uh, jeshi la Zimamoto linawapandisha hao askari pamoja na wakaguzi kwa lengo kubwa la kuweza kuhakikisha kwamba uh, utendaji kazi wao unaongezeka, na pia ili uweze kupandishwa cheo lazima uwe na maadili mema na utendaji kazi wako lazima uwe mkubwa. Lakini wito wangu kwa askari, wakaguzi na maafisa wa jeshi la Zimamoto na waokoaji ambao wamepandishwa cheo o, na kuvishwa cheo na mimi kamanda wa mkoa wa jeshi la Zimamoto na waokoaji Kagera, kwa niaba ya afande kamishina jenerali wa jeshi la Zimamoto na waokoaji Tanzania bara e, waweze kuhakikisha kwamba cheo ni dhamana, cheo ni majukumu mapya. Kwa hiyo wanapaswa kuzingatia kuwa uadilifu na utendaji kazi wao unaongezeka kwa sababu afande kamishna jenerali wa jeshi la zimamoto na waokoaji amewaamini. Na wao sasa, huu ni muda wao wa kuweza kuhakikisha kwamba imani ambayo wamepewa na afande kamishna jenerali wa jeshi la zimamoto na waokoaji na wao pia, na wao pia wanamthibitishia hiyo imani ambayo wamepewa kwa vitendo, kwa kutenda kazi kwa uadilifu. Na kwa kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa mbali na vitendo vyovyote vile ambavyo vinapoteza uh, murua au taswira ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Lengo kubwa la kuweza kuhakikisha ni kwamba wanatangaza jeshi lao la zimamoto na uokoaji kwa kupitia utendaji kazi wao bora na uliotukuka. Na kwa wale wote ambao bado hawajafikisha muda wao wa kupandishwa cheo, waweze kuhakikisha kwamba vyeo ambavyo wamepandishwa hawa ambao siku ya leo wamevishwa, iwe motisho kwao na iwe alama kwao ya kuweza kuhakikisha kwamba wanaongeza utendaji kazi wao, ili utakapofika muda wa wao kupanda vyeo iwe rahisi kupanda vyeo na watekeleze majukumu yao ipasavyo kwa kufuata miongozo, taratibu, uh, sheria na kanuni za jeshi la zimamoto na uokoaji. Kwa majina naitwa Mrakibu Msaidizi Mzamili Hasani, ni mkuu wa zimamoto wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Wilaya ya Bukoba. Aa, kwa leo, kwa leo na, tunapenda kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama kwa kuweza kufanikisha kupandisha vyeo maaskari na maafisa mbalimbali mbali wa vyeo tofauti tofauti. Vilevile, shukrani zetu hizi tunazipeleka kwa afandi kamishna jenerali kwa kutuona na kutuamini kuweza kutupatia vyeo hivi, ambapo kupanda huku cheo inamaanisha tumeongezewa majukumu. Kwa hiyo sisi kama askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji ambao tumepanda vyeo hivi tuna mwahidi mheshimiwa amiri jeshi mkuu pamoja na afande kamishina jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, tutavitumikia vyeo hivi kama ambavyo walivyotuamini. Jina anaitwa mkaguzi Tito Lipanga Ndunguru, mkuu wa kituo cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kiwanja cha ndege Bukoba. Namshukuru mheshimiwa mwheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kutupandisha vyeo hivi na madaraja ambayo yanaendelea kutoa katika ofisi nyingi na seteta, sekta nyingi za serikali. Namshukuru pia kamishina jenerali kwa kutuamini, kwa kuniamini na kutuwezesha tumepanda vyeo hivi. Nashukuru jeshi la zimamoto na uokoaji kwa ujumla wake kwa jeshi majukumu yangu katika cheo hiki na ahidi kuyatumikia kama yalivyokuwa katika taratibu na sheria zetu. Kwa majina naitwa Station Sergeant Sundi Buruma cheo kipya nilichokipata leo, ila nimetoka kwenye cheo cha Sergeant wa zimamoto. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais, kamishina jenerali na kamanda wa mkoa kwa ku, kuona tunafaa wote tuliopanda leo nikiwemo na mimi na naahidi nitaenda kulitumikia jeshi na serikali kwa ujumla tuna, kwa jinsia yangu ya kike nitaenda kulitumikia vyema kwa utii na uvumilivu. Pia kazi yetu inahitaji uvumilivu, busara. Tunawaomba wananchi pale inapotokea tatizo au tukio la aina yoyote ile iwe moto, maokozi, mtu kutumbukia chooni, watoe taarifa katika jeshi la zimamoto na uokoaji kwa namba ya dharura moja moja nne. Tuko pamoja nao, tuko kwa ajili yao, tumeajiriwa na serikali kwa ajili ya kufanya kazi ya uokoaji na kuzima moto. Kwa hiyo tunaomba kutupa ushirikiano pale inapotokea dharura sehemu yoyote ile, iwe majini, nchi kavu, ajali, tunafanya kazi. Kwa jina naitwa mkaguzi msaidizi Silvester Malima mfumu. Hapo mwanzo nilikuwa na cheo cha sergeant. Hivyo nashukuru sana kamishona jenerali wa jeshi la zimamoto na uokoaji kwa kutupandisha vyeo sisi ambao tulikuwa tayari sergeant na wakuu wa vituo. Kwa mfano, mimi mkuu wa kituo Muleba. Hivyo basi, nashukuru sana. Leo nimekuwa mkaguzi msaidizi. Hiki cheo tutakitumikia na tutawafanyia wana mleba mambo mazuri. Acha kizima moto, tutatoa elimu, tutafanya mafunzo, tutakagua na pia tutawashauri masuala mbalimbali kuhusu na masuala ya kizima moto na uokoaji. Wananchi wa Mleba, naomba wanipe ushirikiano kufanye kazi iendelee. Usisahau ku subscribe ku comment ku like na ku share ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.